Uh, na leo hii nitazungumzia kuhusu mashahidi wanne wa lazima kwa Waislamu. Dada zangu katika imani, yatupasa kuwa makini sana na kufahamu kwamba kuna mashahidi wa matendo yetu wanaofuatilia kwa karibu sana mienendo yetu yote duniani. Dada zangu katika imani, ama mashahidi wa kwanza kwetu ni ardhi ni ardhi hii tunayoitembea, tunakula, tunalala juu yake. Uh, na baadhi yetu tunamwasi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake ardhi hii. Dada zangu katika iman, iko siku itazungumza na kuzungumzia tuliyoyafanya juu yake. Siku itafika dada zangu katika imani, itatufedhehesha au itatuaibisha na kufichua siri zetu. Labda tutasema, je, ni dalili gani inayodhihirisha ya kwamba ardhi itatoa ushahidi wake, yani dhidi yetu siku ya kiyama? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Surat uh, zilzal

tatemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake na itakapo itakapo yanipotoa ardhi mizigo yake, itakapotoa ardhi mizigo yake, na mtu atasema ina nini? Siku hiyo itahadithia habari zake. Qawlihi, dada zangu katika imani, wa qawlihi yawma idin tuhaddithu akhbaraha fasaraha Nabiyu alaihi salatu wassalam biqawlihi

akhbariha rawahu at-Tirmidhi. Yani kauli yake ama kauli yake kama ilivyokuja katika aya hii, dada zangu katika iman, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, yani siku hiyo ardhi itatangaza habari zake. Dada zangu katika iman, mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza kwa, uh, kwa kusema kuhusiana na aya hii je yani je aliuliza masahaba zake, je, najua ni nini habari zake, yani habari za ardhi, kama vile ilivyokuja katika aya hii yauma idhin tuhaddithu akhbaraha. Akauliza mtume sallallahu alaihi wasallam, je, najua ni ni nini, yani akhbari zake Wakasema, yani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu na mtume wake anajua zaidi. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafafanulia maswahaba zake kuhusu aya hii kuwa habari ya ardhi ni kwamba itamshuhudia au itatoa ushahidi wa kila mja kwa yale, yani aliyoyafanya katika mgongo wa ardhi, itasema hivi na hivi siku fulani. Hii ndiyo habari yani Eh, itasema yani, um, uh, yani waja walifanya hivi na hivi eh, siku fulani, na hii ndiyo khabari yake. Haya yamepokewa na at-Tirmidhi na ni hadith nambari alfu tatu mia tatu na khamsini na tatu na amesema ni hadith nzuri. Dada zangu katika imani Watu watakumbushwa maovu yao na ardhi itatoa ushahidi wa kweli kuhusu uovu huo. Mfano, watu watakumbushwa, mnakumbuka mlipokuwa sehemu ile ya siri, dhambi ikawa rahisi kwenyu na mkaanza kuifanya, watu hawakuona dhambi zenu yani hawakuona dhambi zenyu na hawakushuhudia dhidi yenu, lakini ardhi ambayo mliifanya dhambi hiyo itatoa ushahidi wa kweli dhidi yetu. Ndio tumeghafilika, lakini ardhi haijaghafilika. Dada zangu katika iman, je, tulihisi kweli kwamba dunia ingesema juu yetu na kuf kufichua uhalifu na maovu yetu katika sehemu yenye urefu wa miaka elfu hamsini? Dada zangu katika imani, shahidi wa pili kwetu ni malaika wanaoandika matendo yetu na kuandika mabaya yetu na mema yetu. Dada zangu katika imani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Surat Al-Infitar aya ya kumi hadi ya kumi na mbili, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wa inna alaykum la hafidhin

Yalamuna ya ma tafalun, na juu yenyu wapo walinzi watukufu na waandikishaji, wanajua mnayoyatenda. Dada zan katika imani, mfano tunakumbuka yale machafu yote tuliyokuwa tukiyatenda machafu kama yaani uzinifu, ushirikina, kula mali ya mayatima, kula riziki ya haramu, kusema uongo na kumuasi Allah subhanahu wataala kwa njia nyingi tu lau tungelijua kwamba malaika wametuandikia dhambi hizo tusingezifanya dada zangu katika imani, yatupasa kuzinduka na kutambua kuwa sote ni wasafiri na kwamba dunia ni nyumba ya mapito. Wako wapi dada zangu katika imani waliopindukia katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Kama vile Firaun, kama vile Nimrud, kama vile Haman, kama vile Qarun, kama vile Abraha na wengineo wengi tu. Ushahidi wa kweli juu yao ni siku yani utatolewa na malaika siku ya Kiyama, dada zangu katika imani. Na baada ya maandishi hayo kutoka kwa malaika kuhusu matendo yetu mema na maovu, najiuliza ni nini kitafuata? Yani dada zangu katika imani, tukif, yani tuk, tuk, tukifa, vitabu vyetu vitakunjwa, lakini tutakutana na vitabu vyetu baada ya kufufuliwa na tutapewa vitabu vyetu ambayo malaika waliandika juu yetu hapa duniani, na Allah subhanahu wa ta'ala atatuamuru kuvisoma vitabu vyetu kila mmoja wetu mbele yake atasema Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja ndani ya Qur'an, sura al-Isra, aya ya 13 hadi ya 14 ine. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kulli insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi

Tumemfungia amali yake shingoni mwake na siku ya Kiyama tutamtolea kitabu kitabu uh, yani atakacho atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa, ataambiwa soma kitabu chako, nafsi yako inatosha leo kukuhesabu. Dada zangu katika iman, huu utakuwa ni siku nzito kwetu sote, siku ambayo mja atasimama bila viatu na uchi kama alivyozaliwa mbele ya Allah subhanahu wataala naye kuna kitabu na kitabu hiki ni rejista ya matendo yetu ye mema na mabaya wa, yaani watajisikiaje miongoni mwetu ambao yaani, wana wanazikana maamrisho na aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao hawaziamini utukufu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maamrisho yake na makatazo yake, pale pale tutakapoziona dhambi zetu kwenye vitabu hivyo dada zangu katika imani, na itakuwaje pale tutakapoamrishwa kuvisoma sisi wenyewe? Watapata nini dada zangu katika imani? Wale walio waliowaasi wa, wazazi wao watapata nini dada zangu katika imani? Wale waliopuuza yani ulezi wa watoto wao watapata nini dada zangu katika imani? Wale wazinifu na walio muasi Allah subhanahu wa ta'ala kupindukia duniani?

Tuturabe. Siku ambayo mtu atakapoyaona yaliyotangulizwa na mikono yake na kafiri atasema laiti ningelikuwa udongo. Dada zangu katika imani, miongoni mwetu wanao wanaomtekeleza Mola wao na kujitenga na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, watapata nini katika kitabu hicho? ya Allah anasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Quran sura Al-Kahf aya ya arobaini na tisa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, hakiyachi kitabu hicho hakiyachi chochote kidogo au kikubwa bila ya kukihisabu, na watayakuta yale waliyoyafanya yamehudhuriwa na Mola wako, yani na mola Mola wako hamdhulumu yoyote. Dada zangu katika imani, shahidi watatu kwetu sisi ni viungo ambavyo ni miongoni mwa baraka za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, yani body organs Mikono, miguu, ulimi, macho, masikio, utupu wetu na hata ngozi iliyobaki, zitakuja siku ya kiama kutoa ushahidi, dada zangu katika imani, dhidi yetu. Ni tukio nzito sana, dada zangu katika imani, mja wa kusimama mbele ya Mola wake na hesabu yake kuanza, dada zangu katika imani, kisha viungo huanza yani, yani kuanza kufichua siri na kuelezea na kuelezea yani kashfa na uhalifu ambayo tuliyafanya katika siku zetu zilizopita duniani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, katika surati Yasin aya ya sitini na tano baada audhu billahi min ashaitani rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanuu yaksibun leo tuna viziba vinywa vyao na na iseme nasi mikono yao na itoe ushahidi miguu yao kwa waliokuwa wakiyachuma ya Allah ni huruma iliyoje, wakati mikono inazungumza, o oh, inapozungumza na kusema juu yetu, na kusema e hey Allah, kwa mikono yake kwa mkono kwa, kwa wake alinunua magazeti yani ya pornography. Kwa mikono yake alichuma kichumo cha haramu. Kwa mikono yake alikuwa na uwezo wa kuwadhulumu watu. Dada zangu katika imani kwa mikono ya wanawake kadhalika itazungumza na kusema e, hey, Allah alivaa nguo za kubana mwili akajipodoa, na mikono ya, na, yani na mikono yake na, manuka, na, manukatu, na manukatu kwa mikono yake na kudhihirisha mapambo yake kwa, kwa nia ili ili aweze kuonekana na wanaume wasio mahrimu wake. Dada zangu katika imani, ama na yule kijana anayechezea yani wasichana, ikiwa alikumbuka alipokuwa akizungumza na msichana huyo, ikiwa alikumbuka aya hii katika sura Almujadala, aya ya kwanza, wallahu yasmiu tahawurakuma inna allaha samiu basir. Wallahu yasmau tahawurakuma inna llaha samiu basir, na, Mwenyezi Mungu anasikia majibizano yenyu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Dada zangu katika imani, kuacha ku, ku, yaani kutaniana na tamaa. Ikiwa mmoja wetu angejua kwamba mtu fulani alijua kuhusu moja ya dhambi zake angeona haya sana hapa duniani, lakini iko wapi aibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Dada zangu katika imani, ni siku ya kashfa, siku hiyo ya kiyama ni siku ya kashfa, na miguu itazungumza: nilikwenda kwa haram, nilika, nilikaa mbali na swala na nikatembea kwenye ardhi ya haram. Siku hiyo Yani tutafi, tutafichuliwa, hakuna kitakachofichwa kwetu. Anasema Allah subhanahu wataala katika Quran sura Al-Haqqa aya 18 kumi idhin nane radhuna la takhfa minkum hafia siku hiyo mtahudhurishwa haitafichika siri yoyote yenyu. Dada zangu katika iman, jambo hilo linakuwa ngumu zaidi na kali wakati ngozi zote ya mwili zitazungumza. Anasema Allah subhanahu wataala ndani ya Quran Surat Fusilat aya ya ishirini hatta idha ja,

zao waliokuwa wakiyatenda. Dada zangu katika imani, kisha utatokea jambo la ajabu mtu kuviita viungo vyake kama ilivyokuja katika sura Fuswilat aya ishirini na moja, Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina Qalu antaqanallah ladhi antaqa kulla shay'i wa huwa khalaqakum awala marratin wa ilayhi turja'un, na wao wataziambia ngozi zao kwa nini mumetoa ushahidi juu yetu? Nazo zitasema ametu tamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu, na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza, na kwake yeye tu mtarejeshwa. Dada zangu katika imani, baada ya tukio hili, je, tutakuwa miongoni mwa wale ambao viungo vyao yani vitashuhudia au vitatoa ushahidi ya utiifu wetu kwa Allah subhanahu wa taala, ama tutakuwa tu miongoni mwa wale ambao viungo vyao vimefichua mbele ya Allah subhanahu wa taala maasia na madhambi yetu. Kwa wale dada zangu katika imani miongoni mwetu wenye kutoa ushahidi ya uongo juu yetu duniani au juu ya ndugu zao waislamu duniani, je haito eh, yani haiku, haitoshi kuwa Mola wetu mlezi ni shahidi juu yetu juu ya kila kitu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Quran sura Fussilat aya 53 hamsini na tatu: awalam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Je, haikutoshi kwamba Mola wako mlezi ni shahidi wa kila kitu? Na pia anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an sura Al-Imran aya ya tano, in allaha la yakhfa alaihi sheiun um fi lardi wala fi ssamaa. Hakika Mwenyezi Mungu haifichiki chochote yani kwake, duniani wala mbinguni. Dada zangu katika imani shahidi wa ii ni kwetu ni Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo kila mumin mwanamke na mwanaume tukumbuke kwamba miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wataala ni Alalim, mjuzi wa yote, Albaswir, mwenye kuona, Alshahid, shahidi, Alkhabir, mwenye khabari, Almuhit, mwenye kuzunguka, Assamiu, mwenye kusikia yote. Kwa hivyo dada zangu katika imani kila anayekwenda kumwasi Allah subhanahu wataala miongoni mwetu na wale miongoni mwetu wanaofurahia kutizama yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wataala, tukumbuke kuwa Allah subhanahu wataala yuko kila mahali, anatuona. Dada zangu katika iman, na ni miongoni mwa mashahidi wanne juu yetu, na atamlipa kila mmoja wetu kulingana na mema yetu au mabaya yetu. Namwomba Allah subhanahu wataala anijalie mimi na wewe na watoto wetu na vizazi vyetu kufaulu na umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla. Atujalie sote kufaulu katika kila jambo la khairi, na swala na, sal, na salamu za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran jazila wabaraka barakallahu fikum.